Upande wangu huduma ambayo nimeona iko vizuri ni huduma ya maji. Maji sasa tunakunywa maji safi na salama. Leo hapa tuko kwenye sherehe ya Samia Day. Nimshukuru sana rais wetu Samia Suluhu Hasani kwa kutuletea kituo cha afya. Nafikiri sasa hivi wakina wakinamama hatupati shida. Dkt Samia Suluhu ni mwanamama na ni rais mwenye sifa kustahili kuwa rais, aliyoyafanya atukutegemea kama mwanamke angeweza kuyafanya. Tulikuwa tunaamini wanaume tunaweza, kumbe wanawake nao wanaweza. Mama Samia ameweza kuleta tasafu kwa kina mama ambao ni familia maskini na wazee, na mama Samia ameleta miradi kwa vikundi na mpaka watu mmoja mmoja ambao wenye ulemavu. Mama Samia bado akujali hayo, akatuletea mikopo kwa vijana ya bodaboda kwa ambao utalipa kwa bei nafuu Ainaa hiyo nimekupa mama, mama Samia. Nashukuru Mwenyezi Mungu, mama Samia alichokifanya kwenye kata ya Seria amefanya mambo makubwa sana. Nadhani macho yetu yote, kata ya Seria tunaiona, vituo vya afya, zahanati pia na shule za misingi. Mpaka kwa sasa tumemshukuru sana, akatuletea maji hospitali, katujengea shule. Tunamshukuru sana mama Samia kwa miaka minne ya uh, Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumepatiwa umeme Kilima Hewa, kuanzia Kilima Hewa mpaka Serya kwa vijana.